Na habari za asubuhi wapendwa Master Two Odds, ukweli na uhakika. Leo ni siku nyingine tena, ni siku ambayo watu wengi waliisubiria, na tumetazama website kadhaa. Tulitazama website ya kwanza, tukatazama website ya pili, ya tatu na ya nne, hatimaye leo tunaenda kutazama website ya tano naisema ni ya tano kwa mpangilio, lakini hii ni website ya kwanza kidunia. Ko, kabla sijaenda kuitaja na kuizungumza hapa na kuifundisha namna gani ya kufanya, kwanza kabisa nitoe tangazo. Jamani, mimi kule e, WhatsApp, nina group la VIP, na group hilo linatoa e, odds mbili kila siku, na tunafanya vizuri vizuri vizuri sana kwa wiki tunaweza kufeli mara moja au mara mbili, lakini mara kadhaa tunafanya vizuri zaidi na zaidi. Kwa hiyo kama unahitaji odsi mbili VIP, naomba unifuate kwa namba zangu za simu ntakazotaja hapa. Namba zangu za simu ni sifuri saba kumi na tatu sabini na tano hamsini um, na tatu arobaini na saba. Namba hii ukinifata, uje moja kwa moja kwa ajili e, ya kujiunga VIP VIP, VIP e, unalipia gharama kidogo, ni kwa ajili ya bando. Kwa wiki unalipa e, kwa wiki mbili unalipia shilingi elfu kumi lakini kwa mwezi unalipa shilingi elfu ishirini e, nalipa shilingi elfu ishirini unapata odsi mbili kila siku ya Mungu, lakini vilevile vile vile siku ya Jumapili na siku ya Jumamosi na Jumapili kunakuwa na odsi kumi free ambazo ods kumi hizo ni kama eh, bonus. Lakini baada ya kusema hivyo, kwa maelekezo mengine nifate WhatsApp, tuzungumze. Namba yangu ya WhatsApp ni hiyo, lakini vilevile vile hii ndiyo namba unaweza kunitumia ujumbe, lakini kwa ujumbe kidogo ntachelewa kukujibu. Tafadhali nifate tu WhatsApp, tutazungumza vizuri. Baada ya kusema hivyo, mimi niseme e, kama wewe ni mgeni kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. E, baada ya hapo niwakumbushe website zilizopita. Tulianza na website moja ilikuwa inaitwa AI Football, tukatoka pale tukaingia Website namba mbili tulisema inaitwa Free Forbet, na baada ya pale tukafuata e, eh, website namba tatu yenyewe iliitwa Forbet ile original ya kwanza, lakini baada ya hapo tukafuata website namba nne iliyokuwa inaitwa Betmine. Sasa leo twende website namba tano. Kuwa makini, naomba unisikilize vizuri eh, pindi takapoenda kuichambua jamani, hii website, kitu cha kwanza inatakiwa uwe na Google Chrome, uwe na Chrome na kama una Chrome hakikisha uwe na Google ya kawaida yo. Baada ya hapo, mimi ni mpenzi wa Chrome, tutapita Chrome na tukifika Chrome, je, ni kitu gani tunaenda kuandika kwa leo? Hapa ndo inapaswa unisikilize kwa umakini mkubwa. Website yetu hatari ya moto namba moja kidunia inayotikisa, kama ulikuwa nayo hujajua kuitumia, leo utaona matumizi yake, lakini kama hukuwa nayo, nisikilize kwa umakini pia. E, website yetu ya kwanza inaitwa e, inaitwa fidinko jamani, inaitwa fidinko hii ndio website hatari yani, hii ndio mm -hmm. website yetu ya kwanza. E, hii ndio website namba moja kwa wale ambao walikuwa hawajui. Sasa sikiliza kwa umakini e, hii bana, utaitumiaje? Kwanza ina sifa kadhaa, ukiangalia hapa, huwa inatoa game eh, e, inatoa game za odds mbili kila siku hapa ukiangalia mfano leo e, imetoa Liverpool ashinde, ikatoa PSG ashinde, imetoa Pafos ashinda draw, lakini Genoa na Kagra imetoa anda ya tatu. Eh, hii ndio website namba moja kidunia. Je, utaitumiaje? Mimi malengo yangu sio hapo. Malengo yangu twende tukaangalie jinsi ya kuitumia. Jamani, jana ili tumetazama jana. Ngoja tuangalie jana. Jana iye hapa. Jana ilitoa Barcelona over ya moja pointi tano, ikatiki. Ikatoa loyo volcano anda, imetiki. Ikatoa AC Milani ashinda draw, ikatiki. Ikatoa Espanyola ashinda draw na imetiki. Kwa hiyo hii ndo website namba moja, na hiyo ni siku ya jana. Hapo nimebonyeza jana, paipoandikwa yesterday, lakini leo ni hapa. Sasa twende ukaangalie matumizi yake. Sasa matumizi yake utafanyaje? Ukitazama chini ya simu yako hapo, kuna kitu cha hot kimeandikwa tips hapo, hicho unaenda kukibonyeza, na ukishakibonyeza sikiliza maelekezo ninayokupa. Ukisha bonyeza unashuka chini. Website inakuwa design hii jamani, website hii ina vipengele vingi, ukiangalia hapa juu imeandika tips Yani imetoa zile collect score, lakini hapa ikaweka over, hapa ikaweka timu ishinde na hapa ikaweka timu ishinde draw lakini hapa ikaweka boss team to score. Sasa wewe utaitumiaje? Nisikilize vizuri. Kitu cha kwanza, ukikuta game imetabiliwa 3-0. Hapa. Ukikuta website hii, imetabiri game tatu zilo na ukatazama chini yake hapa chini yake ukakuta kuna asilimia kuanzia themanini kupanda mbele, hii game nenda ukampe aliyeaminiwa ashinde. Sijui kama naeleweka? Nenda ukampe aliyeaminiwa ashinde. Yani hii ndio website namba moja, utaikubali iwe isiwe. Ehe, hiyo ni triki ya kwanza kwenye website hii. Lakini triki ya pili ukikuta game imetabiriwa magoli kuanzia manne kusonga mbele, yaani magori manne kusonga mbele, haijarishi amepewa nani ushindi, wewe nenda ukaombe e, over ya moja point tano. Lakini kipindi hicho ukikuta ni magoli manne kipindi hicho, angalia kwenye over hapa, angalia kwenye over ya mbili point tano, kama kuna asilimia themanini ukikuta kuna asilimia themanini, basi wewe nenda kaombe goli mbili peke yake <laughs> Hii ndiyo website namba moja, utanikubali iwe isiwe. Mimi niseme kabla sijasonga mbele, nina maelezo mengine ambayo nataka nijazilizie hapa, lakini niseme kama wewe ni mgeni kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment make. Baada ya hizi website tano nilizomaliza, nini kinaenda kufuata? Kuwa karibu na mimi, kuwa e, subscribe na ulike ili uwe karibu na mimi, ili nikitoa trick zingine e, nikitoa nini kitakachoendelea, wewe uwe wa kwanza kukipata. sasa kwenye hii website ya tano kuna kitu pia nataka nikakuelekeze. Kuna kitu nataka nikakuelekeze, ni kitu gani nataka kwenda kukuelekeza? Nisikilize vizuri, nitafute game ya design hiyo. E, nivumilie, nitafute game ya design hiyo mfano Unaona, gemu hii hapa imetabiriwa zilo zilo, yaani ukikuta katika website hii wametabiri zilo zilo, wewe nenda ukapige anda ya 4.5 kwenye website yako, anda ya tano, anda ya 4.5 lakini baada ya kusema hivyo mimi niseme eh, asanteni sana kwa kunisikiliza. Na hii ndio website yetu hatari, website namba tano, lakini ni ya kwanza kidunia. Ni namba tano kwa ule mlolongo niliotaja. Baada ya kusema hivyo, karibu VIP ni bei ndogo tu, shilingi elfu kumi wiki mbili, elfu ishirini kwa mwezi. VIP inafanya vizuri vizuri, iko hot, iko vizuri paka sasahivi, nina watu wa kutosha na wana, fly, wana, eh, wana, wanaendelea vizuri. Tunafanya vizuri kwa kweli, eh, Mungu ni mwema. Na kuluzi kupo, lakini si kwa mala kwa mala. Kuluzi kunatokea kwa wiki mala moja aidsa mala mbili, lakini vile vile ukija E, kule WhatsApp na ukaripia na kupa mpango mkakati jinsi ya, ku, ya kubeti e, bila kupoteza ukiwa e, ukiwa kwenye VIP yangu ninakupa mpangilio namna gani ya kubeti bila kupata losi. Hata kama ikitokea tumepoteza, usiwe mtu mwenye maumivu, usiwe mtu mwenye kupoteza pesa nyingi. Yani kuna namna, nitakupa mafunzo kwamba ukibeti hivi na ikitokea sala umepoteza, bado ukikakreti katika hesabu yako, utajikuta wewe ni mwenye faida tu. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, mimi niseme asanteni sana. Mungu awabariki e, nawatakia Jumatatu iliyo njema. Lakini baada ya hizi website tano, kuna vitu vya moto vinakuja na vitakuja mfululizo e, vitakuja mfululizo. Asanteni sana.